Mheshimiwa Rita Kabati, swali kwa waziri mkuu. Asante sana mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna serikali yoyote duniani ambayo haitozi kodi. Ni lazima tulipe kodi ili tupate madawa, watoto wasome, tupate maji na kadhalika, lakini kwa kipindi kirefu sana wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika kunyanyaswa na baadhi ya maafisa wa kodi na wengine wakikadiriwa kodi sio stahili na mbaya zaidi, kuna wazabuni ambao wanaidai serikali yetu. Je, nini, seri, nini kauli ya serikali kwa jambo hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kabati, Mbunge wa Iringa, kama ifuatavyo. nikiri kwamba nimepata malalamiko na baadhi ya wafanyabiashara maeneo mbalimbali. Mimi nimekuwepo kwenye ziara kawaida mkoani Mbeya, na kwenye kikao changu na wafanyabiashara, wamewahi kueleza matatizo yanayopata dhidi ya chombo chetu cha TRA, lakini hata kwanza wao niliwahakikishia, naomba nirudie tena kwamba serikali hii inaheshimu na kuwathamini wafanyabiashara wote wawekezaji wote na wadau wote walipa kodi ndani ya nchi hii, kwa sababu maendeleo yetu katika nchi yataletwa na sekta ya wafanyabiashara na wawekezaji, wakiwa ndio walipa kodi wakubwa wazuri nchini, na uchumi wetu unategemea sana kodi. Tatizo lililopo ndani ya chombo chetu cha TRA, tumeendelea kufanya mivikao nao kuwasistiza na kuwataka wafuate kanuni na taratibu za ukusanyaji wa kodi, na kuwasistiza watumie lugha zenye busara pale wanapotaka wanapotakiwa kwenda kuonana na mfanyabiashara kuzumzia jambo lolote, au kukusanya kodi wanapofika kwenye duka lake au sehemu yake ya biashara. Lakini pia nataka niwasihi wafanyabiashara, popote ambako unadhani hujatendewa haki na mtumishi wa TRA, TRA yetu inacho chombo cha nidhamu na maadili cha TRA ambacho kinapokea malalamiko mbalimbali dhidi ya watumishi ambao hawafati kanuni na hawana maadili katika kutekeleza jukumu lao. Lakini pia mfanyabiashara yoyote, mwekezaji yoyote, mlipa kodi yoyote ambaye pia atakuwa na malalamiko yoyote yale, bado unayo nafasi ya kuenda kwenye chombo chochote cha usalama kutoa taarifa ya jambo ambalo limekukwaza ili pia tuweze kutafuta eh, dawa sahihi ya baadhi ya watumishi ambao hawafanyi kazi yao vizuri kwenye chombo chetu cha TRA. Lakini nirudie tena kuhakikishia wafanyabiashara, wawekezaji na walipa kodi wote, serikali hii itaendelea kuwapa ushirikiano wa dhati. Serikali hii ambayo sasa tunahitaji kupanua sekta za biashara itaendelea kuwapa kuunga mkono kwenye jitihada za kibiashara ili tuweze kupata mafanikio ya maendeleo na kuinua uchumi wetu katika taifa letu. Asante sana. Mheshimiwa Kuchauka, swali kwa waziri mkuu. Asante Mheshimiwa naibu Spika kwa kunipa nafasi. Nilikuwa na swali moja kwa waziri mkuu. Tangu mimi napata ufahamu, kulikuwa na sera katika nchi yetu ya wataalamu wafanyakazi wale wa nchi. Wa nchi. Wa nchi zamani, tulikuwa na watu wa TX wafanyakazi wa nje, kulikuwa na sera kwamba wanafanya kazi kwa kupata kibali kutoka uhamiaji cha miaka miwili, wakitegemewa kwamba kipindi hicho wanarecruit mtanzania kwenye kampuni au kwenye kiwanda hicho. Baada ya miaka miwili, tunatarajia kwamba yule TX atakuwa ameshahitimisha, yule kijana au yule mfanyakazi amehitimu na kibali chake kitakoma na kama huo ujuzi utakuwa bado unahitajika, yaani maana kwamba hapana mtu aliyehitimu, wataongezewa tena miaka miwili kutimiza miaka minne. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo sera bado ipo na kama ipo bado inatekelezwa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kuchauka, mbunge wa Liwale, kama ifuatavyo. Nataka niseme ni kwamba sera ile bado ipo na serikali tunaisimamia, na msingi wa jambo hili wa kuwapa muda mfupi aa wataalam wenye ufundi maalum nchini kwetu katika sekta za kazi ilikuwa ni kujenga wigo mpana kwa Watanzania kupata ajira na kuweza kusimamia maeneo haya ambayo yanahitaji pia utaalamu na tumefanya hili ili tumetoa nafasi kwa, kwa watumishi wa nchi za nje kuja nchini in Tanzania kufanya kazi ambazo hapa ndani sisi tunakosa utaalamu. Ndio tunapofuata utaratibu huo, tunawapa miaka miwili ya kwanza, tukiamini kwamba watanzania waambata watakuwa wameshajifunza utaalamu ule, na baada ya miaka miwili wanaweza kuondoka. Lakini pale ambako inaonekana kuna uhitaji zaidi, sheria inawaruhusu kuongezea miaka miwili ili tuendelee, lakini mwisho tunaweza tukamwongezea mwaka mmoja na kufanya miaka mitano ya mwisho. Baada ya hapo, tunaamini Watanzania watakuwa wameshaweza kupata ile taaluma na kusimamia sekta za kazi. Nachotaka niwahakikishie, mkakati wa serikali wa kuhakikisha kwamba tunafungua milango ya ajira kwenye sekta zote ikiwemo na utaalam. Utaratibu huu tutaendelea kuusimamia wa kupokea wataalam kutoka nje wenye utaalam ambao nchini kwetu haupo ili kutoa nafasi kwa Watanzania kujifunza na baada ya miaka miwili tutataka wale kutoka nje waorudi nchini kwao, ili nafasi hizo ziendelee kushikiliwa na Watanzania. Tutaendelea kusimamia, mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Kuchauka, swala nyongeza. Eh, Mheshimiwa Spika, asante kwa, kwa majibu ya Waziri Mkuu kuonyesha kwamba hiyo sera bado ipo, lakini mimi kwa uzoefu wangu utekelezaji wa sera hiyo haupo, na mfano nchi za jirani, anapokuja mwekezaji kuwekeza katika nchi hiyo, huwa anaruhusiwa kuja na watu watano tu kutoka nchini kwake, tofauti na ilivyo hapa kwetu. Wawekezaji wa kwetu hawana hiyo sera kwamba hawana limiti ya kuweka wafanyakazi kutoka nchini kwao, na ndio hiyo inayosababisha sasa hivi viwanda vingi vinaendeshwa na wageni wakati sisi wenyewe wa Tanzania tunapo, tunapoteza ajira na, na ushahidi huo mimi ninao kwa so, sababu nime, nimefanya kazi kwenye sekta ya watu binafsi si chini ya miaka thelathini mpaka naingia hapo Bungeni. Tumeshaona wafanyakazi wengi wako zaidi ya miaka ishirini, wafanyakazi wa nchi za nje ukiwauliza vibali vyao havieleweki, na wengine kama wanakuja wakaguzi wanafungiwa kwenye magudauni kuwa wow, ushahidi mimi ninao. Kwa hiyo mimi naomba Waziri Mkuu, nipe kauli yako, ni lini serikali yetu itaweza kufuatilia hili swala ili kuzalisha ajira kwa watu wetu, na lini itaweka, itaweka sheria kwa wawekezaji kwamba wanahitajika walete wafanyakazi wangapi kutoka kwenye nchi wanakotoka? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa naibu Spika, naomba kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa Kuchauka, mbunge wa Liwale, kama ifuatavyo. Kwanza nataka nimhakikishie kwamba jambo hili tunalisimamia tena kwa ukaribu zaidi, na sera uliyohitaja ya nchi za nje ndio sera yetu nchini, kwamba mwekezaji yeyote anayekuja kuwekeza nchini, iwe ni kiwanda au sekta ambayo inahitaji utaalamu tumeruhusu watumishi watano, ndio ambao wanaruhusiwa kuingia kufanya kazi nchini, na watu, na sekta zote ambazo zinaweza kufanywa na watanzania tumeweka utaratibu na tunasimamia kwamba sekta zote hizo zitafanya kazi na Watanzania. Sasa kama kuna eneo ambalo linalalamikiwa, basi mheshimiwa mbunge, tuwasiliane kwa sababu sekta ya kazi iko ofisini kwangu, nina naibu waziri anayeshughulikia ajira na kazi nina katibu mkuu, kwa ni rahisi pia kufuatilia maeneo hayo ili tuone kwamba tunafungua nafasi hizo kwa watanzania badala ya kuwa tunajaza raia kutoka nje nchi. Lakini bado serikali hii haizuii mashirika ya nje au wawekezaji kutoka nje kuja kuwekeza nchini, lakini lazima wanapofika Tanzania wataendelea kufuata sheria, na sisi serikali tutasimamia sheria hiyo kuwa inatumika ili kufungua nafasi kwa Watanzania.